kuwaelezea ndugu zangu Waislamu pote wa pale walipo kuhusu msikiti unaojengwa Shanga wa sunna kwa jina Masjid Muhammad bin Abdul Wahhab. Msikiti umefika kwenye lenta, lakini ni kama umesimama, kwa sababu haujapata ufadhili. Ni michango midogo midogo, ambayo hauwezi kuendeleza msikiti. Kwa hivyo, hii ni kwa kukumbusha kwamba kwa ule msikiti unahitajia eh, damu yenu, msaada wenu ili ukamilike. Na kwa mnasaba huo, kuna ndugu yetu ambaye, eh, mpenda khairi kwa kuwa sasa ni Idul Adha inakuja, naye ana mbuzi, ni mfugaji, amewatoa hao mbuzi wake fi sabilillah wauzwe ili thamani yake pesa yake iweze kusaidia jengo la msikiti. Kwa hivyo e, mbuzi hao wako Malindi. Kwa yule ambaye kwamba mkazi wa Malindi, itakuwa rahisi kwake kununua mbuzi, mbuzi ule au mbuzi wale kadri atakaweza na kuchinja Malindi. Kwa yule mtu ambaye kwamba hayuko Malindi yuko nje lakini ana mtu wake Malindi, mamake babake, akraba zake anataka kununua ili wachinje wao Malindi, pia anaweza kununua kupitia kwetu na atakabidhiwa mbuzi Malindi. Pia mtu ambaye uko nje, watu walioko America, Canada, London pia Arabuni, kuna mtu ambaye atakuchinja, anaweza kulipa pesa kupitia kwetu na tukamchinjia sisi udhiya yake kule Malindi. Kwa hivyo E, hali ndio hiyo ndugu zangu Waislamu, e, mtakiwa hapo e, namba ya maelezo zaidi, ili mtu akitaka hiyo aweze kuwasiliana na sisi. La mwisho nawaelezea kwamba lengo hapa si kuuza mbuzi sisi, kwa sababu mbuzi wana bei, lakini lengo ni kuchangia msikiti. Ndugu yetu akatoa mbuzi wake ambao alikuwa wauze apate faida, lakini akasema wauze kwa ajili ya msikiti. Kwa hivyo mbuzi hapa Mombasa wanauzwa e, elfu saba elfu nane mpaka elfu kumi mpaka kumi na nne. Kwa hivyo sisi tumeweka bei e, ya elfu kumi. Jiwe moja liue ndege wawili, wewe utakuwa wewe, utakuwa umenunua mbuzi wa udhia kisha vile vile na umechangia msikiti. Kwa hivyo haya ndio maelezo, kwa maelezo zaidi, inshallah mtakuwa na namba za simu pale, mtapiga simu, mtauliza. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.